Rais wa zamani wa Ufilipino Rodrigo Duterte amechaguliwa tena kuwa meya wa jiji la Davao, licha ya kufungwa huko katika mahakama ya The Hague kwa tuhuma za uhalifu dhidi ya binadamu. Kwa zaidi ya asilimia 60 ya kura zilizopigwa, Duterte mwenye umri wa miaka 80 aliongoza kwa takribani kura laki na elfu tano mbele ya mshindani wake wa karibu aliyefuata kwa kura 49,000 kulingana na matokeo yasiyo rasmi kutoka kwa tume ya uchaguzi iliyochapishwa